Hivyo basi nitakwenda kukuonyesha, lakini bila shaka unatakiwa uzingatie e, kuwa na vitu kama ifuatavyo. Cha kwanza, unatakiwa uwe na kadi ya malipo ya mtandaoni. Hivyo basi benki yoyote huwa inatoa kadi kwa ajili ya kufanya malipo ya mtandaoni. Ukienda benki yoyote, ukiwaambia nahitaji kadi, wanakupatia. Hiyo ndiyo kadi ambayo tunaimaanisha sisi, credit card. So hilo basi ukienda benki yoyote ukiwaambia anahitaji credit card, wanakupa kadi ya namna hiyo. Hiyo ndo kadi ambayo unaweza kufanya malipo ya mtandaoni. Okay, labda tuende tukuonyesha sasa njia ambayo inaweza ikatumika kwenda kufanya malipo ya mtandaoni katika kulipia app zile zetu za kuedit video, katika Leonardo AI, katika ElevenLabs, katika application nyingi nyingi sana. So, nafunga browser yako kama kawaida, utaandika kwa mfano, nataka kutumia Leonardo AI, taandika hapo Leonardo AI, kiklik hapo utafungua kama ifuatavyo. Itafunguka namna hiyo, ikishafungua kama hivyo taenda hapo up. Baada ya sekunde kadhaa itafunguka kama unavyoona, so hapa unaenda kujiregister. Mimi tayari nishajiregister, ndio maana tayari haijaniambia sign up, lakini kama wewe ni mara yako ya kwanza, basi unaenda kwenye sign up utajiregister baada hapo taenda na kuendelea kama hatua zinavyofuata. So utaenda hapo kwenye account yako. Baada ya hapo, utabonyeza sehemu umeandika upgrade. Ukibonyeza upgrade, itakuletea vipengele vya namna hii. Hapo kuna free eh, sifuri kwa mas. Mi tayari walinipa zile za bure nikazitumia. So hapa kuna dola kumi naona kuna dola 24 kuna dola 48. Then huko wao wenyewe kama ataka mawasiliano yao, unaweza ka ukawapigia kafanya mawasiliano, mkafanya vitu viwili vitatu, mkashare baadhi ya vitu then wakakushauri. So hivyo basi, kwa mfano sasa ume, unataka kununua cha dola kumi, unaenda hapo unabonyeza kwenye subscribe, itaskani hapo, baada ya sekunde kadhaa itafunguka Mambo ni rahisi sana, ila cha kuzingatia, hakikisha kwenye kadi yako tayari umeshaweka fedha. Kwa mfano kama hapo hivyo dola kumi, dola kumi ukienda kuikalkuleti kwa pesa ya Tanzania, itakuletea kiasi chake. Inaniambia ni dola 120 nikitaka kulipia kwa awamu nyingine tena of course sometimes, wao wanakuwaga wanazingua, yani kwamba ukishalipia mara ya kwanza, wanataka mara ya pili ulipie pesa ndefu, ili uendane na wao jinsi wanavyohitaji wao. So ni wewe mwenyewe sasa, kama hapa una kiasi hicho cha dola 120 dola 120, nadhani hela ndefu kidogo. Ukija kuikalkulate kwa Tanzania, kija hapa sasa, unabonyeza kwenye pay with unachagua Mastercard au kitu gani. Kwa mimi ya kwangu ni hiyo hapo, lakini tutaenda kuonyeshana hapa utakuja kwenye add new payment method. Baada hapo itakuletea kwa mfumo wa namna hiyo. Hapa cha kwanza kabisa hichi kibox unachokiona hapa, kwa maana card information ya hapa maana yake utaingiza namba yako ya kadi ndo utaziingiza hapa namba za kadi zinakuwaje namba za kadi zitakuwa kwa mfumo kwa namna huwa kama unavyoona hizi ndizo namba za kadi so ukija hapa chini wameandika month stroke year hapa utaandika mwezi utaandika mwezi ambao kadi yako imeandikwa pale, kigeuza kwa nyuma, pale utaona ni mwezi gani. Then mwaka wa ku expire itaonyesha pale kwamba ni elfu mbili na ngapi. Then hapa hivi CVC, kuna namba tatu ambazo ziko nyuma ya kadi, utakwenda kuziweka hapa then baada ya hapo utaandika jina lako halisi, kama ni Window Max TV utaenda kuandika hapo. Baada ya hapo utaenda kuandika nchi, country or region. So Mtanzania, Mkenya utajaza hapo. Baada ya hapo utakuja, utaweka tiki hapa. Ukishaweka tiki hapa hivi hapa chini tatia jina lako la biashara then namba yako. Baada ya hapo, utaenda ku click subscribe. So kama kwenye kadi yako tayari kuna hicho kiasi cha dola 120 baada ya kuingiza details zote hizo ambazo ni rahisi, hata we mwenyewe unaweza ukaziingiza, taingiza hapo utaingiza namba ya kadi then utaingiza mwaka, utaingiza mwezi, utaingiza zile namba tatu CVC, utaingiza jina lako kamili then utaandika uta nchi. Baada hapo, utakuja kujaza jina lako la biashara then namba yako ya simu. Baada ya hapo utasubscribe. So, don't forget to subscribe in my channel at Window Max TV, media ya kijanja <laughs> <laughs> Not that. Not that.